Uh, unajua kwamba Puma Energy miaka yote imekuwa ina, ina taratibu ya kuwa na event kama hii ya Ramadhan ambayo tunaalika wadau wetu wote ambao tuko nao kwenye sekta, wengine ni wadau wetu ambao wanaendesha vituo vyetu, wengine ni wa suppliers wetu, lakini wengine ni watu ambao wako katika uh, taasisi mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kila siku, ndio tumewalika leo kuja kukutana nao kupata ftari pamoja, lakini vile vile kubadilishana mawili matatu, kuangalia kitu gani tunaweza tukaboresha sisi kama Puma, na tunaweza tukafanya vipi kazi zaidi ili tuweze kuongeza uhusiano ambao tunaona mm -hmm. Kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwanza tunawatakia kila la heri wateja wetu wote wa Puma Energy, na tunawaambia kwamba sisi Puma Energy bado tuko katika kuendelea kuboresha huduma zetu na kama mnavyoona tunatoa Uh, products ambazo, ambazo ni za quality ya hali ya juu, lakini wa, waendelee kusubiri, makubwa mengi yanakuja. Mfano tunaanza kusa, kuendelea kuingia katika mikoa nje ya Dar es Salaam na Pwani kwenye kusambaza nishati safi. Nadhani wiki ijayo tutakuwa Dodoma, na baada ya hapo tutakwenda mikoa mingine ambayo yako kanda ya ziwani, lakini vile vile kwenye upande wa gesi asilia tuko kwenye utaratibu wa mwisho kabisa katika ujenzi wa vituo vyetu vya gesi asilia, na Mungu akipenda, insha Allah, kabla ya mwisho wa mwaka tutaona vituo vya gesi asili vya Puma Energy vina, vinaanza operations. Tunapenda kuwashukuru kampuni ya Puma Energy kwa tukio kubwa la kuwathamini watu ambao leo wamefunga na hili tukiwa ni kubwa mno. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu akikufanyieni jambo jema mlipeni, na mkosa kumlipa basi muombee dua. Sasa kwa, ye, kwa tendo hilo tufanye hatuna hata tuwape bilioni ishirini, si sawa thamani hii. tumetangaziwa na mamlaka juu ya ugonjwa huu wa mpox na tukiwa viongozi wa dini na saha ya kidini, wakati wote ni kuwataka watu wafanye kila linalowezekana kuchukua hatua madhubuti ya kujiepusha na maradhi. Mtume, Mtume sala wa salama amepata kutuambia tauni, maradhi ya tauni yanapoingia katika mji, walio ndani wasitoke na walio nje wasiingie. Kisha akasema kimbieni, kukimbia ugonjwa wa ukoma kama wa mtu anavyokimkimbia simba mwituni. Kwa hivyo, hii maana yake ni kwamba linapotokea madhara yoyote au ugonjwa wote, wajibu wa kibinadamu ni kuchukua tahadhari <tune>